Leo tumetembelea Ngungu wilayani Masisi, Kivu Kaskazini magharibi mwa mji wa Goma. Ngungu ni mji unaokuwa na vijiji vingi, na eneo hili ni eneo lilioshuhudia mapigano makali sana kabisa kati ya jeshi la serikali ya Congo likiungana na jeshi la Burundi na wazalendo na wapiganaji wengine zaidi ya M ishirini natatuamnjia uko na kuku na ni kunangana ili kuku ndio ameambia ndugu zangu wa maachano

Na tunafurahia sana sana wa vijana wao wamejitolea kazi ya jeshi M hmm. 23 yasema eneo hili limeshuhudia maeneo mabaya siku zilizopita, na ubaguzi wa kabila ikiwa ndio hatari kubwa, wakisema wakazi wa mji wa Ngungu hatari na kuuawa vibaya na kuuawa vibaya, unakufa juu kwa kabila fulani, wanakuua ama wanakuumiza vitu kama vile. Sasa unasemaje kwa watu wanaotumia ukabila? Wale watu ambao wanatumia ukabila kabisa, siezi wafurahia na kwa leo siezi penda hata niwaone huko juu. Leo tunaikala muzuri mwa mvetua, hakuna shida lolote, hakuna ubaguzi. Tunaikala muzuri, tunalima virahi, tunakula mahindi bila shida lolote. Kufuatia mgawanyiko huu kati ya makabila, chama cha AFC M23 kimeendelea na hamasa ya wakazi kujenga amani na umoja pamoja na maridhiano kati ya makabila iliyogawanyika.

lakini tunawatangazia kwamba stware ilishaisha, haitarudi yaka tena. Ndio maana arsan afui kamata silaha kusudi igombanye igombanishe ile ubaguze. Najua hakuna shida kubwa, hakuna shida kubwa kuishi miichu yako, lakini wakuite etranger au wakuite mnyarwanda uko miji yako, lakini unakuita nitoka ndani ile ni shida kubwa sana. Na hiyo shida iliacha watu wa moja wanakimbia, wanakimbia makwao, wenda kuwa wakimbizi kule ndani. Lakini tunashukuru sana v wengi walisharudia hapa, ambao walikuwa wakimbizi hata Goma, hata nje ya Kongo, wote walisharudia hiyo ni ujumbe wa kwanza. Ujumbe wa pili ni kuhusu usalama. Usalama wetu uko ni mikono yetu, usalama ya popelasion ya ngungu uko ni mikono ya popelasio ya ngungu. Sisi nizangamitoka bisa tunasema kongo itajengwa na sisi wenyewe na usalama yetu itajengwa na sisi wenyewe

atakuwa amekanyanga damu nyingi kutolea. Ndio mama hapa tukupataka hapa kome kado, na tuwezi kuacha tu hivi hivi, na hakuna kitu kile tutosha hapa, sababu tuko kwetu, tuko kwetu, tukumbe wapi tena? Na kwa tuache basi shuka ni mkimbizi basi. Mwachane na hao tuite ujinga hiyo, ujinga ya kuwa dangana kwamba

Unaongea lugha ya kwako, unakuta Mnyarwanda. Bamaya kule Goma kwa kata kata kwa choma. Unakamata mtu unamchoma, unamkula, unatena karga zote hiyo. Bilikuwa Goma. Haiko historia bilikuwa Goma. Hiyo uongozi mbaya hatuitaki hapa. Mwanzo wa Zalendo. Mwanzo wa Zalendo. Ndio sasa kuna mtu mkuu. Muzalendo ni nani? Muzalendo ni mtu ni sivile mwenye hana tafor masata kidogo, bana mwambia kamata silaha, bana sharja kaizi bana kusa mdepante, unapiga mtu na kufa, hakuna kitu ingine. Bana mfundisha trenti minuti, kisha unamitia mbele aende kuvita, hajue kuhinda raia, hajume taktike za la vita, bana mpatia tu arme, kusutu ni malizane. Unajua kitu ya uzalendo, iko tu hapa mwaki za msiti kifu. Na ukeena maprofesa zingine, hakuna mazalendo, utokuwa mazalendo ya manakuruga pale pale mazazi kule. Kule kwa mchile mbo. Na kina utangana na watoto wetu, haka wapatia masi ya kusutu ni malizane. Hakua nengo ingine. Lengo yukua ni malizane. Unaona huu ni cheshi,

anarudia sivile, lakini kama nandia kufuchia na kule, tutamfuata na kule, atapata adhabu yake, tutamfuatilia. Akekuya, milango iko wazi. na mizalengo yoyote kwenye iko akua, libaka mangombe, makuku mikombe na nini, aisha sameewa. kama anakuya, akekuya kwetu, hatutamlipisha vile vile aliibaka jana jepeir neno nasema neno yenye mnajua kilindi yake. jana jene etu Sultani Makenga alisema tena, tuambie wazalendo na FARDC kama wamesamehewa madhambi zavo zote, wakuya kusikiwa, mtu kuogopa kitu kama liraka va ratu mangombe na nini, isikufungie kule, kuya ulishasamehewa

mji wa Ngungu ambako wamefundishwa kuishi pamoja na kuacha ubaguzi wa ukabila. E, Juvenal Rukendo ni mkuu kiongozi wa mobilization kwa sasa Kivu kaskazini upande wa FCM 23 ambao gavana mkoa huo e, Rasto e, Msanga Bahati ametangaza watu kuishi umoja pamoja na kuacha ukabila, kwani ni kitu kibaya e, tumekuja hapa Ngungu, tumekuja kuongea na wakazi kujua hali yao. Unajua walikuwa wamekimbia Goma, tayari tumewarudisha. Tulikuwa napenda tujue hali yao kwa leo iko vipi, na tuzungumuze nao tujue kwamba kuna maswali labuda mbalimbali tuzitatue na kuhamasisha tena vijana waingie kwenye jeshi letu. na mesaje gani umewaletea? tumeletea mesaje ya kuishi pamoja kwa umoja. Waachane na ubaguzi wa makabila ambayo Kinshasa inatumisha kusudi tugawanye na wajitolee kwa chama yetu nyingine na nakuambia kwamba uongozi wetu uko karibu nao, tunajitahidi tuwalete maendeleo. Mkuu wa mji wa Ngungu amesema kwa sasa chama cha M23 kimepiga hatua kubwa tangu walipochukua eneo hilo ambako wakazi wengi ni wafugaji. Jina langu ni Ngavo David na Zairwa kiwa e, e, kiongozi wa Ngungu kio kwanza ni kuboresha maisha ya wananchi, ni usalama e, kisha usalama tunafundisha umoja, kisha fundisha umoja tunaleta maendeleo, na ile yote itaunda maisha bora kwa raia. Nimeona unashirikisha wananchi kufanya salongo. Ndio, ndio, e, jambo la kwanza ni kufundisha wananchi wakongomani kujua kwanza kujitegemea Tutatuliwa, tutatuliwa kila mtu ajenge kwao kawaida. Tuna nyimbo sisi kwa chama, inasema, Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Ndio maana uliona watu wanafanya salongo kwa kutengeneza barabara yao kawaida. Huku Ngungu wakati wa mvua gari hazikukua zinafika hapa, lakini kwa ushirikiano na raia kwa kufanya salongo ya barabara gari zinaanza fika hapa na wakati wa mvua eh, na hiyo itatusaidia kujijengea kwetu na itatusaidia wananchi kutotegemea misaada kutoka mbali kuku, kuanza kujua kujenga nchi yao wenyewe. Kwa sasa soko na shughuli mbalimbali zikiendelea mchana kama vile usiku bila kusikia tena mlio wa risasi, wakiwa wamepata amani. Mimi ya kwanza ni kuwa kwa ushirikiano na raia tumeweza kuleta usalama na hapa raia wanafurahi wa usalama. Ingine ni kuwa wananchi wa Ngungu wamesha jua vizuri sana kwamba tunatatua shida bila upendeleo, bila ulajirushu. Kwa hiyo hiyo ni raha ya chama na ni ushindi ingine eh, na ile umoja hapa, umoja umekuja Ngungu. E, ni eneo nzuri ambacho tuna tunataka kwa leo ni, ni kuimarisha ile ambayo tumeisha tumeanza na kuleta maendeleo, lakini kitu ambayo unaweza jivunia kwanza ni kuwa tumeleta usalama. Ingine ni kuwa tumeleta umoja, na ingine ni kuwa wananchi wanatutumainia kama wakilishi wa chama hapa, wanatutumainia sana e, na ukiongea na raia hapa kitembea na kuongea wote, kuambia kwamba wana uongozi ambao unatatua shida bila urajirushwa bila upendeleo wowote. Lakini hata hivyo upiganaji wa zalendo na jeshi la Kongo walio kwenye e, vijiji vya karibu na waliojificha wakisema e, wakasemehewa, akisema kiongozi wa Ngungu. Asante sana kwa majina, mimi ni Safari Makuza, nikiwa chef de state ajue wa Rubaya na niko timu rida wa teritori ya Masisi. Ninasimamia wakadazi wote wa teritori ya Masisi. Uongozi wa Kinchasa wa, wa Felix Kichegeti walileta chuki mu watu ya ubaguzi. Watu waliuana watu walikufa, mari lipoa jomana. Kwa leo hii sisi kama chama cha AFC M23 tunafundisha umoja, kusudi hiyo mambo ya kupita isurudi tena. Ulijifikia hapa Ngungu unaona gesi, wakaaji wako na furaha mingi sana. Hakuwa unapata mkutano au viongozi watembelee. Unaona milima ya Ngungu wanalima na wanafunzi wanasoma watoto wanasoma na wachuruzi wanachuruza. Unaona, kuko mangombe mee. Siku za kupita hapa hakuna ngombe ambaye ilikuwa hapa, hakuna mee ambayo ilikuwa hapa kwa hii milima ya Ngungu. Walikula ngombe, walikula ngombe mingi sana kwa nani? Hao ni wazalendo wa FDR na uongozi mubaki ya Kinshasa. Tuelezee maisha ya wakaaji iko namna gani hapa kwa leo hii. Maisha ya wakaaji inatembea salama bila shida kazi wanatumika 24 24. Mbele walikuwa wanalala mbele ya wakati vya usalama mdogo, na sasa kwa leo hii wako wanatumika s Kuhusu kazi, kuhusu vijana kuingia kazi ya jeshi. Unasema nini? Asante sana wavijana isipokuwa nguvu zetu sisi wenyewe. Hakuna watu yoyote ambao watatujengea nchi yetu, na hakuna ukombozi wengine, hawatatoka Ulaya, hawatatoka Amerika, isipokuwa nguvu za vijana wetu uliotutatia pamoja kusudi tawali na wakazi wengine wenyewe ambao wako nalia sana no? jioni wakadhi wafanya shughuli zao za biashara na kuendelea na maisha yao ya kawaida. Hey, nilikuwa nasema hivi ndugu zangu wapenzi. Iko shida sana wakati Chisekeda anatugaulia marunduki, anatuletea ubaguzi wa rangi na makabila. Mimi si niko mtembo simina si ni utukazi. Lakini kesho anakuja na sema etimie nipatie runduki, nianze nipigane na wao Masasi. Nitoke hapo kwetu Remeka, nikuchungia ni munjia huko na kuku na kuya churuza nikunyang'anya ile kupu. Ndio ameambia wa ndugu zangu wa maachano. Ndiyo maana sasa nimekuja hapa Ngungu, nimekuja na viongozi kuambia ndugu yangu maachano a maile pori, ile pori haita msalia machano kitu siri tuko doa, hamtasikia wazalendo watafika doa, bongo yenu isekeiona, waitilize bure na, na kuiba pesa eh? wandugu zangu ntoke maile pori, toka maile kinyatura kule kuca AFM3 imewasamee. Tunapenda vijana wote wakuje tuungane, tuko mtu huyu ni mmoja Hakuna mtusi hakuna mtemo hakuna mrega, sisi wote tuko wa Kongomani, hii mtongo ni ya madu, madu zetu. Si vile Tshisekedi asitutie makofi, ni ndugu yetu, nayo akirudia kwa mstari, tutamtrene vizuri huyo Tshisekedi. Sawa, tupatane vizuri. Jana Jenera Sultan Makenga alituambia sisi wote ni damu hii moja, hakuna mwenye iko na ya ver, hakuna mwenye iko na ya urangi, sisi wote ni damu ya, ya ruvo. Kwa nini Tshisekedi anatugambia mabunduki? Yeye huyu mi naanza chunga pale miki. Kanapita mimi nakamata mashini gani mimi naimalizia kukuku. Sasa wewe mtu mzima, na wewe ndugu zangu, ndio maana tumekuja hapa mimi kuwaita vijana wenzangu, nikuje mtujue pamoja na mimi tukamate silaha tupiganishe ule adui ambaye ule adui ambaye analeta ukabila ndani ya nchi yetu sivile. So, sasa vijana wenzangu, karibu mimi niko jeshi, simaniona hata mimi navaa coat, lakini sasa hivi utaniona nakamata silaha naingia kwenye ufuko kupigana na ule mzalendo ambaye anatafuta kuharibisha nchi yetu Vijana wenzangu, kama uko na bunduki, kale kabunduki, bunduki kama hata kufalia kitu, leta yako ukapatie wa chef, na tutakusamehe sawa, chef de cité. Kwa hapo wa Mungu kuja na ile silaha yako ambayo maachana alikuachia hapa. Mungu najua, maachana alikanyangaka hapa, lakini hata parudia tena. Akiparudia tarudia kama mimi, ila uhakikishie huo na iko nasikia, sasa inatoa wengi wako na mwambia maachana, hata kanyangaka hapa, ni mimi mtoto wa Katete tuhuru, na mwambia hivi hata kanyenga hapa kama hajajisalimisha so, jenerali Sultani Makenga anasema iko tayari kuwapokea kama watajisalimisha lakini kama hapana, la, tutawapiga mpaka Kinshasa. Unalifata? Wewe kama uko mzalendu tosha ile akili ya uzalendu ya kuiba makuku na birahimu mashamba ya watu mkichwa, kuja wakutrein vizuri wakupatie formasio ya jeshi na inayokamilika hapana ya kuiba makuku na mangombe za watu sawa. Waenda unaiba dembe huko, unaenda iba dembe wewe, sio mzima nzima wa kuiba dembe. Shauri ni serikali, shauri ni msazi. Wacha hiyo mambo sha, eh, na acha mkucha tosha. Wale watoto kule chini kupori, acha watoto wapo waishi na amani vizuri. Sisi tunataka amani, tutakivuta vipi? Tangu sabini tulisema tunapiga mkono, tusipige kingali, kumweza kuzungumza tutakuta Cool. Lakini sana sema ndugu wa ndugu wa ndugu zangu wa hapa Ngungu, Mungu awabariki sana, na hi meseji niizingatie, nanaiwambia hakika machamu hata kanyangaka tena hapa au mzalimu atanyanga hapa kama hakujisalimisha kotu, hiyo ni uongo mtupu. Asante na Mungu awabariki anasimamia timu ya province. Lakini, eh, eh, kuna mbo, lakini kuna watu ambao hawasikia Kiswahili lakini kuna wengine ambao wanajua na kitembo cha hapa chini eh, miasiki eh, wakeela kwa mtima, asante. Mupotee tena chef de site wa Ngungu mukono kwa message nzuri ambayo anaowafikishia wageni. Shirikiane mkono kwa mkono na tena shukuru wakazi wa Ngungu jinsi mliamkia msanango, tena tunawapigia tena aksenti jinsi mliwaitubike kule barabara ya kwa Kasuku yengini kulishashindikana miaka na miaka Mujipikema. wenyewe Kongo itajengwa na sisi.